Tuelekee kaunti namba 29 ambapo makundi mbalimbali mbali huko Nandi yameanzisha mchakato wa kutoa mafunzo kuhusiana na kuhifadhi matumizi ya kibuyu kiitwacho Sotet. Makundi hayo yanafanya juhudi kubwa kuhakikisha kuwa matumizi ya kibuyu hicho yanaendelea ikizingatiwa kuwa baadhi ya watu wamekuwa wakikumbatia vyombo vya kisasa kama mitungi ya plastiki ili kuhifadhi maziwa. Kwa maelezo zaidi, huyu hapa Daniel Korir. Sotet ambayo imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku ya jamii ya Nandi kwa vizazi vingi, ina muhimu mkubwa katika uhifadhi wa maziwa pamoja na tabanduni ya aina yake kule jamii ya Nandi. Umbo, ukubwa au udogo wa Sotet pamoja na maridadi mbalimbali yalitumiwa kutofautisha aina za Sotet. Lakini licha ya hayo, idadi kubwa ya jamii hiyo imeonekana kukumbatia vyombo vya kisasa kuhifadhi maziwa. Sotet, kwa kikimila yetu ya Kikalenjin, ni chombo ya kitu ya heshima sana, kwa sababu inaambatana ina na ng'ombe. Matumishi yake tunatumia maziwa ya ng'ombe. Sasa Sotet inatumika kwa kila chambo, wakati tunapeleka maziwa chondoni, wakati tunapelekea maziwa wazee wakati mama amekifungua ame sotet. Ni kila kitu iko ya watoto, watoto wanatumia kikunywa masiwa andani, iko ya wamama andani, iko kibuyu imeika imekaa, yani weziwekelea kitu imekaa. So hiyo kibuyu hata wakati unafungua wesifungua vyovyo, unafinyilia mko, mkono ndio ipuke masiwa, watu wanakunywa. So kwa Nandi kibuyu ni kitu ya maana, ni sana. Hata kibuyu yenyewe ikipasuka, uwezi tupa, lazima ushone wekele samati, hiyo kibuyu bado inaendelea ikitumika. Sasa hii ni inaonyesha mila yetu ya Kalenjin, kwa sababu hata vile kushona makabila singine awashoni wanatumia tu vile ilitoka kwa shamba, lakini sisi wa Kalenjin tunaweka maridadi ea shanga kuna choma, hiyo ni kuonyesha alama yetu ya Kalenjin. Hii kampeni inajulikana kama Kalta Mashinani. Makundi mbalimbali yameandaa mikutano na warsha za kuelimisha wakazi kuhusu umuhimu wa Sotet na jinsi ya kutunza na kuendeleza matumizi yake. So kwa sababu sasa hivi imeanza mambo ya Kalta, nafikiri tunataka tuanze tufunze watoto wetu, hasa wasichana watumie vibuyu kupeana maziwa. Kibuyu huwezi pewa maziwa ya mwanaume na kikombe. So, nataka warudi mila ya kibuyu. Sotet, so ni moja wapo ya vifaa vilivyo enziwa na jamii ya Kalenjin kudumisha mila ya jamii hiyo. Daniel Korir, runinga ya Citizen kutoka eneo la karibu, kaunti ya Nandi.